Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo ni hapa kwa ajili ya kukupa update ambazo zimekuja mfululizo. Ni kwamba hivi karibuni, siku ya juzi bwana, kulikuwa kuna hii habari ambayo inamuhusu Rayvanny ukiachana, okay, habari za drama za familia yake kati yake na Faima kugombana. Kuna habari positive kumuhusu Rayvanny kuhusana sana sana kwenye suala la mafanikio. Yaani juzi bwana, Rayvanny alifikisha views milioni mia tisa themanini na nane huko YouTube Music ambao ilikuwa ni very close to 1 billion. Na hiyo ni kupitia wimbo wake wa O Mama Tetema. Kama unavyoelewa kwamba wimbo huu bwana umekuwa ni moja kati ya wimbo ambao ni worldwide banger, worldwide hit, ni moja kati ya track ambao zimekuwa zikifanya vizuri sana katika career ya Rayvanny. Hii ni very iconic song ambayo kiukweli imemtambulisha Rayvanny kimataifa.

Sasa siku ya juzi bwana, tukapata taarifa ambayo ikabadilika siku ya jana. Yani juzi tumepata taarifa nyingine, jana tena tukapata taarifa nyingine kwamba juzi, juzi kulikuwa kuna hii habari ilikuwa imetolewa ikiwa inasomeka kwamba wengi wanajiuliza kwa nini Rayvanny anasema kwamba anafikisha takriban views bilioni moja ilhali wimbo huo wa O Mama Tetema una jumla ya wasikilizaji milioni 42 tu kwenye YouTube na YouTube Music. Jibu ni kwamba hesabu ya views kwenye YouTube haizuiliwi na Video moja peke hai zuiliwi na video moja pekee hey, wimbo wa O Mama Tetema umetumika zaidi ya mara mia, mara laki moja na sitini kwenye YouTube Shorts, na pia vilevile vile, na kila mmoja kati ya hizo Shorts, pia vilevile kumepatikana ma, hadi maelfu na mamilioni ya watazamaji. Jumla ya views zote hizo huongezwa moja kwa moja kwenye takwimu za wimbo husika. Mbali na hilo pia vilevile vile, mbali na video rasmi ilivyopata plays au kupata watazamaji kutoka kwenye YouTube app ya music pamoja na video zilizopakiwa na mashabiki covers, dances, challenges, lyrics video, pia vile vile hujumuishwa katika hesabu ya wimbo huo. Kwa hivyo basi, ingawa wimbo unawasikilizaji na watazamaji rasmi milioni 42 pekee, jumla ya matumizi ya wimbo huu kwenye shorts YouTube Music, eh, na fan uploads yamesababisha kufika idadi hiyo ya watazamaji. Hii ndiyo maana ya kwamba Rivani ana haki ya kusema kwamba amefikisha bilioni views, kwani mfumo wa YouTube huhesabu usambazaji mzima wa wimbo wake, si video pamoja si kwa video moja tu iliyopandishwa katika page ya T series. So hii ni habari ambayo tuliipata juzi, ambapo Rayvanny alikuwa na jumla ya views milioni 988, ukijumlisha streams za YouTube shorts pamoja na watu waliotumia wimbo wake kuupload video zao, alifikisha views milioni 988 lakini jana tukapata tena taarifa nyingine kwamba eh, na hata Rayvanny mwenyewe pia aliposti kwamba Oma Matetema ilikuwa imeishafikisha vyuzi bilioni one billion views, which hii ni kitu kikubwa sana kusema ukweli. Na hata Rayvanny mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Twitter aliposti akasema kwamba heshima haiombwi ila heshima utapewa tu. Wewe jitume weka malengo, na niamini mimi kwamba yatatimia tu. Ilikuwa ni ndoto yangu siku moja itokee project moja ambayo itakayosoma bilioni, na hii imetimia, na imani kubwa sana kwamba huu ni mwanzo wa mengi makubwa huko mbeleni. Unayemuona unayemwona hapo unayemwona hapo kat, uh, hakati tamaa, haogopi kutukanwa, pia vile vile harudishwi nyuma, na pia vile harudishi nyuma na mwanadamu yeyote yule. Kikubwa zaidi anapendwa na Mungu, so anapohisi anafeli, ndipo anapokushanga unapo... So unapohisi ana feli ndiyo anapokuja kukushangaza. Only one chui hashtag global way, hashtag records only eh. Hayo ni maneno ya Vanny Boy, baada ya kufikisha hiyo milestone ya kufikisha watazamaji bilioni kupitia track ya Oma Matetema huko YouTube na YouTube Music. So hizi ni habari ambazo tumezipokea tena tukapewa hapa habari kwamba Rayvanny ameweka rekodi ya kipekee baada ya wimbo wake wa Oma Matetema kufikisha jumla ya views bilioni kupitia YouTube Music, ingawa video rasmi ina zaidi ya milioni 42 pekee. Nguvu ya shorts zaidi ya imepata shorts si zaidi ya laki moja na sitini, pamoja na YouTube Music Plays na fan uploads pia zimepelekea wimbo huu kuwa kwenye kiwango cha dunia. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rayvanny ameandika ujumbe wenye msukumo akisisitiza kwamba heshima haitakiwi kuombwa bali unapewa kutokana na jitihada na malengo thabiti lakini pia vile vile alifafanua kuwa eh, ilikuwa ni ndoto yake siku moja kupata ka, kufanya kazi moja ambazo ameshawahi kuzitoa ikiwa imesoma bilioni moja na sasa hivi imekuwa kweli. Rayvanny amezungumzia kiu, amewapa moyo vijana wengine kwamba waendelee, wasikate tamaa, waendelee kupambana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Kwa upande wa Vanny boy, ameonyesha jinsi gani ambavyo amefarijika na amejisikia vizuri baada ya project yake ya oma matetema kufanya wonders au kufanya miujiza. Maana hii ni miujiza bwana, sio kitu cha kawaida kuona eti msanii wa kutoka hapa bongo kivyo vyote vile. Yeah, namba YouTube And YouTube namba zake zinasoma zaidi ya bilioni moja, kwa project moja tu, sio jumla ya channel nzima hapana. Nazungumzia project moja tu, ikafikisha watazamaji bilioni hiyo. Imetokea kwa Rayvanny, so ni moja kati ya accomplishment kubwa sana eh. Bwana, ametisha sana huyu jamaa. Lakini huko mtandaoni Instagram kuna page hapa imekuja imeandika kwamba mwanamuziki Rayvanny ameweka rekodi mpya kabisa kwenye mziki, kwenye mziki wa nchi ya Tanzania Uh, au tunaweza kusema kwamba nchi za kusini mwa jangwa la Sahara huko Afrika, baada ya wimbo wake wa Mama Tetema akiwa na Nora Fotehi uh, kufikisha views bilioni moja kwenye YouTube Music, Rayvanny anakuwa msanii wa kwanza kabisa kufikisha rekodi hiyo ndani ya mwezi mmoja. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. E, bwana, ukiwa kama mdau, huweka maoni yako katika comment section tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile vile, bwana, hakikisha unazidi kuwa karibu na chaneli yetu kwa kulaiki, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Chai.